Maarifa ya kiroho jipatie vitabu vya Rev. E.S. Munisi vilivyohaririwa kwa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 Habari za asubuhi mtazamaji wa Sautikuu TV, Sauti Kuu Online TV. Karibu katika magazetini leo, kutokea hapa studio zetu za Kawe jijini Dar es Salaam. Jina langu naitwa Dorcas Daniel, wengine huniita Double D, si mbaya, na hata kwenye mitandao yangu ya kijamii mingine kama TikTok, basi nafahamika hivyo kama Double D, lakini ukienda pale Instagram ni Dorcas underscore Daniel 255 karibu, kipindi hewani ni magazetini leo. Sauti Kuu TV Online ndio ambayo inakuletea mubashara, eh, matangazo haya. Kama bado si mdau wetu, unaweza kuwa mdau wetu sasa kwa kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele, lakini kutufuatilia, basi kila itwapo sasa kila itwapo leo ina nafasi ya kipekee kabisa ya kukuangazia magazetini leo kuanzia saa moja na nusu mpaka pale E, tutakapofikia tamati, na kwa kawaida kipindi hiki kinakujia hewani kuanzia saa moja na nusu asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, wakati huo ikiwa tayari zimekwisha kusonga dakika tano tangu ilipotimwa saa moja na nusu na dakika 35 tangu ilipotimwa saa moja kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki, huku Afrika ya Kati ikitajwa kuwa saa 12 dakika 35 hivi sasa kukamilisha matangazo haya moja kwa moja. Siko peke yangu upande wa mitambo, basi mwenzangu ni Freedom Richard, karibu. Ninaanza na sehemu ya kwanza ya magazetini leo. Sehemu hii basi naipa kipaumbele, kwani ni kwa ajili ya habari za kitaifa na za kimataifa. Mwana Halisi limeandika hofu yatanda, Rais Samia aonya wadau, watahadharisha njia tunayopita habari hii utaipata hapa nakuja. Ni kauli ya Tundu Lissu, nakuja wapi, lini, kufanya nini? Soma ukurasa wa sita. Unaeleza utata mtupu, ni habari pia ambayo imetajwa katika nakala hii ya eh, gazeti Mwana Halisi, na ondoka hapo nikiangazia Elhuda, gazeti Elhuda limeandika, wacheni wanitukane ninyi, kapigeni kura 29. Wacheni wanitukane ninyi, kapigeni kura tarehe 29. Eh, Dr. Samia amewaambia wananchi, anasema lengo lengo lake maendeleo tu, kujenga soko kubwa la kisasa Jangwani na kadhalika na kadhalika. Habari utaipata kwa kina utakapokamata nakala yako. Vilevile, habari hii imeambatana na habari picha ikimuonyesha mheshimiwa rais Dr. Samia Suluhu Hassan na mgombea urais kupitia chama cha eh, mapinduzi CCM, Dr. Samia akiendelea na majukumu mbalimbali mbali. Dr. Mwinyi: amani ni jukumu la wote sawa. Gazeti Al-Huda inaandika uelekeo leo yetu ndio kesho yetu limeandika Samia kidedea kura za maoni. Dkt. Samia kidedea kura za maoni kushinda kwa zaidi ya asilimia 80, aendelea kuahidi neema lukuki jijini Dar es Salaam. Aliyekuwa mwenyekiti kiti Chadema uh, kanda ya Kusini atimkia CCM. Utafiti wa asilimia 83 amejipanga kushiriki uchaguzi mkuu Utafiti unasema asilimia 83 mpaka hivi sasa wamejipanga kushiriki uchaguzi mkuu. Haya, Gazeti Mwananchi limeandika korti yakataa video ya Lissu, watetezi wa haki waipa CCM jukumu mapya, miili ya vijana wanne iliyookotwa pwani. SAU yaahidi kuongeza walimu ADC elimu ya kompyuta. Tutaboresha makazi ni kauli ya kwake mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Mheshimiwa mweshimiwa Amiri Jeshi Mkuu na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Majira, gazeti huru la kila siku, limeandika Watanzania asilimia 83 wasema tutapiga kura Oktoba 29. Heche akamatwa na polisi jijini Dar apelekwa Tarime. Heche akamatwa na polisi jijini Dar apelekwa Tarime. Kigogo mwingine aikimbia Chadema. Rais Samia anasema tunashirikisha wananchi kutenda haki. TMA yatabiri uwepo wa Kimbunga Chenge. Wataalamu msongo wa mawazo ni sawa kama yalivyo magonjwa mengine eh, msongo wa mawazo ni sawa kama yalivyo magonjwa mengine. Kwa hiyo nenda kapate tiba, kapate ushauri na zingatia ili kupona. Gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, mtazamaji limeandika Samia ahidi mageuzi kodi, habari ukurasa wa pili. Asilimia 83 wasema watashiriki uchaguzi. Hayo na mengine mengi mengi yametajwa katika nakala hii ya gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Wewe utayapata pale ambapo utapata nakala yako. Gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi, gazeti hili limeandika Dkt. Samia: hakuna tishio la kuvuruga uchaguzi, hakuna tishio la kuvuruga uchaguzi yaani, mpaka sasa hakuna chochote ambacho utakiita tishio kuvuruga uchaguzi wa Oktoba 29. Mwenyewe anatuhakikishia mwenye nchi yake. Mama Fatuma Karume atoa nasaha kuelekea uchaguzi mkuu. ACT e, wa Zalendo ejitoa hofu kwa mawakala wake. Trump aufuta wa mkutano wake na Putin. Kulikoni Trump aufuta mkutano wake na Putin. Zeki aweka mazingira mazuri kwa makundi maalumu. Hemeda waomba wananchi wa Kojani kuichagua CCM. ni habari ambayo imetajwa katika nakala ya gazeti Zanzibar leo, kwa ukweli na uwazi. Nipashe, mwanga wa jamii. Lisu ashinda hoja korti kuu. Lisu ashinda hoja korti kuu. Viongozi wa dini wa onyana kuelekea uchaguzi mkuu. Samia fichua alivyolikaribia baraza la mawaziri kisa usafiri da azaki. CCM wateta hoja nne nyeti, zimo katiba mpya, uhuru wa vyombo vya habari. Heche Mnyika sasa kutangazwa kwenye gazeti <laughs> Heche Mnyika sasa kutangazwa kwenye gazeti kulikoni? nakala hii pia ya Nipashe inaeleza habari hii kwa kina ukurasa wake wa nne. Eh, gazeti Mwangaza, uchumi wetu maendeleo yetu, wiki ya kufunga hesabu. Bwana unaambiwa ndio hii wiki ya kufunga hesabu. Rais Dr. Samia azidi kukusanya eh, mtaji akisafirisha akisafisha safisha njia eh, ka wiki ya kufunga hesabu. Rais Dr Samia azeri kukusanya mtaji, akisafisha safisha, safisha jiji la Dar es Salaam, ni baada ya kupiga kanda ya ziwa. CCM ina mtaji wa wapiga kura, wanachama wake tu milioni kumi na tatu. Bado wapenzi mashabiki na wakereketwa, hii ni wiki ya kufunga hesabu mambo kumi mazito yanayoweza kuwakuta wavunja amani Oktoba 29 yametajwa hapo. E, balozi Nchimbi anasema tunzeni vitambulisho vya kura. Viongozi wa dini wasisitiza umuhimu wa amani. E, haya yote ni kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 hapo. Wiki kesho tu siku kama ya jana, basi utakuwa ndio uchaguzi wenyewe, tutashuhudia mambo kadha wa kadha. Haya, kiongozi gazeti gazeti la wananchi limeandika, viongozi kanisa Katoliki wasijihusishe na vyama vya siasa. Askofu Mfumbusa achaguliwa rais mpya wa Sipax. E, gazeti Kiongozi linaandika habari hiyo. Wamachinga sauti ya wanyonge, Dr. Samia anasema tunashirikisha wananchi kutenda haki Asisitiza ah, nchi itakuwa salama Oktoba 29. Makamanda Chadema waendelea kumfuata, asilimia ah, 83, watashiriki uchaguzi mkuu. Ni habari ambayo imetajwa katika gazeti wa Machinga sauti ya wanyonge. Gazeti mwana habari gazeti bora nakala hii pia imepambwa na habari inayosema Dr. Samia tunafanya kazi kwa ajili ya watu habari. Picha inamwonyesha katika habari hii Watanzania wapo tayari kwa uchaguzi utafiti huo. Haya bwana, ujenzi bwawa la Songwe wa wakutanisha viongozi wanazuoni, wachambua wa uchumi. Hayo na mengine mengi utayapata katika gazeti Mwanahabari, gazeti bora. Gazeti hilo linatupa nafasi ya kupata mapumziko mafupi, kisha tutarejea hapa pia kuangaza michezo na burudani. Mimi na wewe, usiondoke kwenye Smart TV yako.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 92 au 0678813891 karibu. Katika sehemu ya pili ya magazetini leo, iliyo mahususi kwa habari za kimichezo na burudani. Jina langu ni Dorcas Daniel e, gazeti Uelekeo Spoti ukurasa wake wa mwisho umeandika Simba ya chomoza klabu bora Afrika. E, Simba ya chomoza klabu bora Afrika. Kapombe naye kuwania tuzo ya CAF, Pantev kutambulishwa rasmi Jumapili. Haya, wadau wa mlilia Alphonse Modesti. Habari hii imetajwa katika nakala hii ya uelekeo spoti. Kocha mpya Yanga kuwashuhudia Silver Strikers. Basata ya ufungia wimbo wa Roma, kulikoni? E, wimbo wa Roma bila shaka ni ule wa weka silaha chini bila shaka. E, Uelekeo Spoti bwana linaeleza haya. Gazeti Mwana Spoti, gazeti la kimichezo na burudani, asubuhi ya leo limeandika wakizingua tu imekula kwao. Haya bwana, Simba ya wakalisha wa Arabu kafu pakome Maxi watwishwa zigo e, kwa heri Modesti ni habari ambayo imetajwa hapa katika nakala ya gazeti Mwanaspoti gazeti Majira, gazeti huru la kila siku limeandika: Simba kuwania tuzo klabu bora Afrika, Kapombe kuwania mchezaji bora Afrika, TFF Simba Mtibwa wamlilia Alfons Modest kuzikwa kesho. Naondoka hapo nikiengezia ukurasa wa mwisho wa gazeti habari leo gwiji la habari Tanzania, Habari Leo limeandika Kapombe Simba kuwania tuzo Afrika, Kapombe, Simba kuwania tuzo Afrika, Twiga Stars yatanguliza mguu mmoja Wafcon 2026. Eh, mapana amjulia, um, hali dudubaya, Ukuti RA United mashujaa, hakuna mbabe, wakongwe wa mlilia Modest, habari ambayo imetajwa katika nakala ya gazeti habari leo gwiji la habari Tanzania, ukurasa wake wa mwisho kabisa huku gazeti wananchi likiandika mreno ndiye kocha mpya yanga mreno ndiye kocha mpya yanga anasifika kwa soka la kushambulia kwa dakika 90 wavivu wa mazoezi mbona watakiona cha moto eh, kuziona yanga simba Sports Club eh, kumradhi kuziona yanga SC, Silver Strikers bure tulieni tunafuzu pakome tunatinga makundi kafu au chapigwa chapua kurudi Yanga mzizi apewa mikoba ya Silver Strikers. Habari hii utaipata katika gazeti Wananchi utakapojipatia nakala yako. Wananchi Spoti usichanganye madesa ukachukua Mwananchi, ni Wananchi Spoti ndio utafaidi habari hizo za kimichezo na burudani vilevile. Gazeti Wa Machinga Sporti limeandika Malale ya kubali kipigo chambea chambea dabi Malale akubali kipigo cha Mbeya Dabi. Mziza sasa fiti kurejea uwanjani. Kapombe Mayele wa ngara Afrika. Luvanga ataka ufungaji bora Saudi Arabia. meneja wa Simba ana jambo lake na Nzingizini Hotspurs. Kamata nakala yako ya gazeti wa Machinga upate habari hiyo kwa kina asubuhi ya leo. Tunamaliza magazetini leo na gazeti Mwanahabari gazeti bora. Singida Big Stars akili yote hatua ya makundi kaf Baraza sasa atamani nafasi za juu, ligi kuu. Nyota wa opa e, nyota ya opa yaendelea kung'aa Hispania. Mzizi kurejea uwanjani, karibuni Kapombe Mayele waibukia tuzo za Afrika, ni habari ambayo utaipata katika gazeti Mwana Habari, gazeti bora michezoni. Nakala hii inahitimisha e, dondoo za magazeti asubuhi ya, ya leo kutokea hapa Sauti Kuu TV Online Kawe, jijini Dar es Salaam. Subscribe kama bado hujafanya hivyo, bonyeza na alama ya kengele. Mimi naitwa Dorcas Daniel. Throwback Thursday.